Habari, natumaini uko salama. Naitwa Dr. Elizabeth kutokea hospitali ya Afyatime Specialized Polyclinic iliyopo Ilala Boma mkabala na jengo la Mwalimu House. Uh, leo nitaenda kuzungumzia mambo machache kuhusu ugonjwa wa figo. Figo zina jukumu muhimu ndani ya mwili, ikiwemo kudhibiti shinikizo la damu, kudumisha usawa wa electrolyte, kuchuja bidhaa taka kutoka kwa damu na kuhakikisha afya ya mifupa, pia udhibiti wa seli nyekundu za damu. Aa, wakati wa figo zinapougua au kuharibika, huenda zisifanye kazi vizuri, hivyo huathiri kazi za mwili na kusababisha madhara na dalili ambazo zitatokea au zitaonekana kwa mtu mwenye tatizo la figo ni kama vile kupata mabadiliko katika mzunguko wa mkojo au rangi ya mkojo kubadilika, uchovu au udhaifu, kuvimba kwa mikono, miguu ama uso, wakati mwingine kuota na vipele vinavyowasha sana kwenye ngozi, au kutapika na kichefuchefu. Na jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa figo ni kufanya mambo yafuatayo: kwanza, zingatia uchunguzi wa mara kwa mara kudhibiti hali kama vile kisukari na shinikizo la damu, kudumisha uzito wenye afya, kupunguza ulaji wa chumvi, hususani chuze chumvi ya kuongezea mezani, kuepuka matumizi ya kupita kiasi ya dawa za kutuliza maumivu, na kuhakikisha unakunywa maji mara kwa mara. Utambuzi wa mapema wa tatizo hili ni muhimu. Kwa hivyo angalia dalili kama vile mabadiliko ya mkojo au uvimbe. Ili kudumisha afya ya figo na pia, weka kipaumbele uchunguzi wa mara kwa mara.